Habari njema kwa wanafunzi wa chuo wale wa diploma au stashahada, wale wa March Intake mwaka wa masomo 2025 2026, tunawatangazia wanafunzi wa stashahada watakaodahiliwa mwezi Machi, March Intake, kwamba dirisha la maombi ya mikopo ya stashahada litafunguliwa kuanzia tarehe 15 mwezi wa pili 2026 hadi tarehe kumi na tano mwezi wa tatu 2026 kwa wanafunzi wanaotarajia kuomba mikopo katika maeneo ya kipaumbele yaliyoainishwa katika mwongozo wa stashahada wa mwaka 2025/2026. Wanafunzi wanaotarajia kujiunga kwenye programu za kipaumbele wanashauriwa kutumia fursa za kuomba mikopo kwa kuzingatia vigezo vilivyomo kwenye mwongozo unaopatikana katika website au official website ya HESLB Z. na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Lakini pia kama wewe ni mwanafunzi ambao unahitaji kufanya application ya mkopo, tucheki leo, tukusaidie kufanya application yako au kutuma maombi yako mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tutakusaidia katika kufungua akaunti pamoja na kufanya application ya kuomba mkopo. Tucheki WhatsApp, namba zetu zipo katika description ya video hii. Santeni na karibuni.